Mtu kama mimi wa chini Joan ni kutoka msoho, ndio nifikie mheshimiwa kavana, itakuwa ni ngumu hapo, itakuwa ni ngumu kabisa. Nitakuwa naenda kwa afisi, wananiambia kavana hayuko, lakini mpunge wangu ananijua vizuri sana. Hata ikiwa kupeana maxi, ningepeana max kwa mchumbe wangu machimbo. 98% amefanya kazi hata msoko tumepewa viti, tumepewa nini, tumeletewa juzi juu ya mbunge. Amepeana mabasi school basi amepeana, msoko anailetea mwezi wa saba basari. Ibaki kwa MP, MP ndiye anachua mtu wake wa chini kabisa huyo nitamfikia na pia yeye atanifikia, lakini kwa kavan hakuna vile nitamfikia barabara. Ukiangalia thamani na, na ukilinganisha thamani na vile wameweka CDF katika wabunge, unaona tofauti kubwa sana, so kumaanisha ya kwamba CDF ikibaki na wabunge itakuwa vizuri. Shule ukienda kwa shule, unaona shule zinang'ara kwa sababu ya CDF. Mambo ya passes, shule nyingi hata hazikuwa sina stahili lakini saa hii wako na pass watoto walikuwa wanatembelea kwa pikipiki kwenda kwa michezo mm, kwa ama wana hai tu lori, lakini saa hii wako na personal vyeko kwa sababu ya CDF kwa hivyo, mimi naunga mkono CDF ipaki kwa mbunge, hasa kama Kabuchai. Tumeonelea ya kwamba wabunge waendelee kuwa na hii pesa ya CDF, kwa sababu eneo bunge la Kabuchai, kila mwanafunzi ambaye ana apply hizi pesa upewa. Sasa maoni yangu ni ya kwamba, kwa ajili ya majadiliano ya siku ya leo kulingana na CDF, ya kwamba pesa zibaki kwa wabunge na hiyo itasaidia sana. Asante. This was a very noble idea which is assisting Kenyans started with the Mwai Kibaki And I I know know very well during the the time of of of Mwai Kibaki, Mheshimiwa Raila Raila Odinga Odinga Odinga, was was part part of that that team. team that brought CDF. I don't don't know where has things changed in his mind. Boraila Odinga, you You you are are are are not going to to school using using Ibasari Ibasari Ibasari yourself. You don't have children who are using ibasari themselves. Neither are your grandchildren able to use ibasari because you are able. use because Allow this noble fund to serve Kenyans.